Utabora, karibu Toronto, bwana mtazamaji wa Toronto TV, jana tumeshuhudia klabu ya Simba ikichinga e hatua ya raundi ya pili ya mashindano ya kombe la klabu bingwa. Lakini pia jana tulishuhudia performance ambayo watu wengi hawakuelewa, wachambuzi, lakini pia na mashabiki wa Simba, hasa kile ambacho kilitokea kwenye mechi ya kwanza ambapo Simba alishinda ugenini kwa moja bila la Elie Mpanzo. Lakini jana tukashuhudia Simba akilazimishwa sare ya moja moja dhidi ya Gabron na pengine ni mechi ambayo lote lingetokea kutokana na vile ambavyo Gabron walikuwa wanashambulia kupitia nafasi zote. Lakini leo nimeamua nije nizungumze na mchambuzi Samuel Male tokea hapa mkoani Tabora, kwa upande wake anaizungumziaje Simba, ili pia tuje kuhusiana mambo mengi, hasa ni kitu gani ambacho kinaendelea kwenye klabu ya Simba na kamasi yake, ambayo tumeshuhudia kwenye historia ya Simba. Kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa huwa na matokeo mazuri, lakini jana tukashuhudia yake ilikuwa hailipi hata kidogo. Sasa habari za sasa hizi ya sa yeah, salama. Umezungumza vizuri kwamba jana kulikuwa na mchezo mzuri, mchezo ambao umekutanisha uh, Simba dhidi ya uh, Gaborone United yes, mchezo ambao ulimalizika kwa sare ya goli uh, moja kwa moja. Umesema kwamba testi ile yenyewe kabisa uh, ama tunasema Benjamin Mkapa mtu atoki hatujai hatujaiona kwa siku uh, ya jana. Kwanza kuna mambo mawili au matatu, na kabla ujaenda kwenye hayo mambo mawili matatu, kwanza hapo performance ya Simba kwenye mechi dhidi ya Gaborone ushinda away, lakini pia sare ya moja moja nyumbani, kwa upande wako wapi ambapo Simba walikuwa imara, lakini wapi ambapo Simba hawakuwa imara? Yeah, nilikuwa na nakuja na, na, na, na, na hapo uh, kwamba ni uh, nini hasa kimetokea. kime, kime, kime, kime uh, jambo la kwanza ambalo limetokea uh, kwenye, kwenye, kwenye mchezo wenyewe, kwanza ni mchezo ambao una approach tofauti. Sote tunakubali kwamba huu ni mchezo wa kutafuta nafasi ya kusonga mbele, unatumia njia yoyote kuweza kuhakikisha kwamba uh, unaingia kwenye hatua ya Uh, ya tatua ya pili ya, ya, ya, ya mtoano wa klabu bingwa ya uh, barani Afrika. Kwa hiyo hilo la kwanza, kwamba unatumia namna yoyote kuhakikisha unasonga mbele, haijalishi kwa namna gani, hilo la kwanza. La pili uh, nije kwenye nini kimetokea, kwa nini hatujaona ubora wenyewe. Uh, kilichotokea uh, kwa jicho langu mimi, nilichogundua ni kwamba Uh, kulikuwa na ishu za kitaalamu mmojawapo, uh, Simba alikuwa anacheza mchezaji mmoja mmoja, yaani ilikuwa inaonekana juhudi ya mchezaji mmoja mmoja. Kwa mfano mtu kama Elin Panzo alikuwa ana dribble mbali mrefu, uh, sehemu ya kutoa pasi ya toli, uh, madhara ya, ya, ya, ya mchezaji mmoja mmoja, uh, kujitafutia goli ni nini madhara yake sehemu ya kutoa pasi, mtu atoe pasi sehemu ya kufunga goli, goli haliwezi kupatikana, kwa sababu kila mmoja anataka aonyeshe, anataka aonekane. Mashindano uh, ya klabu bingwa ama shirikisho barani Afrika, yanaangazwa kwa kiwango fulani kikubwa. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba mazoezi yalikuwa kidogo kwa wachezaji, na hapo hapo uki, ukiangalia baada ya mechi Emedi Suleiman ni Moroko na hilo jambo alizungumzia, kwamba ah uh, ambapo jana alitazama Simba ikicheza zidi ya Gabon sare moja moja, alisema walihisia kwamba wachezaji wa Simba wengi wana shida yani muunganiko bado hajapatikana, lakini ikawa kuna swali, Simba walienda pre season kule misi zaidi ya wiki kadhaa na ile wiki tatu wakarudi theni wakacheza mechi ya, ya Simba Day. Inawezekana kwamba kule walipoenda misi kocha kabla ya kutengeneza kitu kama hicho ambacho kwamba ziwasi timu itembee tufungue nafasi, hicho kitu akifanyika kule sawa. Umeuliza swali zuri sana kwamba umeenda Misri na vitu na, na, na, na kama hivyo, mapungufu yako yatagundulika utakapocheza uh, utakapo kwa mfano mchezo mkubwa ambao Simba umeucheza ni mchezo dhidi ya dhidi ya Gaborone, of course mchezo wa dabi ambao umecheza wamecheza dabi huwa haina kipimo sawa sawa. Kwa hiyo nafikiri Simba kocha wa viungo walikuwa na shida yani. Kocha mkuu anaweza kuwa na shughuli, lakini ukikosa kocha wa viungo, kuna kuna matatizo huwa anajitokeza. Mojawapo ya tatizo ambalo linajitokeza ni wachezaji kutokuwa fit. hilo la kwanza. La pili unnecessary injury. la tatu Ukata punzi sawa, yani vitu vitatu lazima lazima kocha mkuu observe. Sasa kocha wako wa viungo inawezekana alikuwa anaishi naye kwa mazoea. Sawa, ishi naye kwa, kwa mazoea ndicho na, na, na, na ambacho kimetokea na, na tukuidi kwenye mechi ya jana. Inawezekana kukosekana kwa mashabiki wa Simba Simba Benjamin Mkapa pengine ikawa ni chanzo pekee cha kuathiri timu kutoperform kama ilivyokuwa. Na zoea hilo lina asilimia yake, lakini sio asilimia kubwa. Kwa hiyo siku hiyo ndio kuna mashabiki ndio wanacheza chini ya kiwango? Jibu, jibu, jibu, jibu ni hapana. Mashabiki wetu wanasaidia tu kwenye eneo moja, kwenye eneo la kuwashinikiza, kwenye eneo la kuwanyima amani, sawa sawa, na, na pengine Kishuhudia jana pengine, Simba wanahitaji wa kocha haraka kwenye mashindano mbalimbali. Ni kweli Simba anahitaji haraka iwezekanavyo kocha, uh, lakini pia wanajua kwamba huyu ni caretaker ambaye hana maamuzi makubwa sana kwenye mchezo ambao anausimamia ana, ana, ana, ana kwa sababu um, akija mwenye kazi yake kabisa, maana kunyima namba Hemedi Morocco ni kocha Stars na ataondoka ataelekea kwenye kazi yake. Kumaliza na hili sasa Simba rasmi inaenda kucheza dhidi ya Skiz ya nchini Eswatini ambao na ubingwa wa Eswatini. Unaiona, Simba akitinga hatua ya makundi kabingo, sambotu, yona, ya kombe la klabu bingwa msimu. Sasa ina performance ambayo tuliona dhidi ya Gaborone. Sababu Eswatini mwenyewe mpaka anafuzu kuingia raundi ya pili, hizi ni timu ambayo imejiandaa kwa unaiona Simba je, ikitinga hatua ya makundi mwaka huu? Simba kuingia hatua ya makundi wala kuingia robo finali is not a issue. Issue ni kufika issue, ni kufika nusu fainali kwa klabu bingwa. Uh, Simba na timu ambayo pinzani ambaye anaenda kukutana naye kwenye renki, Simba iko juu sana. Jana watu hawashangilii kwamba Simba imefuzu kwa sababu moja kwa sababu hawajaona walichokuwa wanakihitaji. Kwa hiyo uh, mimi naiona Simba ikiingia hatua ya makundi lakini sijaridhika na, na performance yake namna ambavyo uh, imecheza jana. Jana amecheza imecheza unga sana. Kwa hiyo uh, huo ndio mtazamo wangu namna ambavyo nimeona nimeona namna ambavyo uh, mechi ya jana ilivyokuwa. Umesema Simba jana amecheza unga. Kuna hisi performance ambayo ilionyesha mbele ya Tablon hii ya skii ingine wanaweza kufuzu kwenda hatua ya makundi Simba mimi naiona robo nusu finali ni kawaida tu wanavuka wana, wana, wana kwa sababu mchezo nao unaofuata watakuwa wana wana mashabiki jambo la kujua kwamba mtazamaji wa Toronto TV kwamba Simba ataanzia ataanzia away lakini pia atakuja malizia ugenini ni mwezi wa kumi ndani ya tarehe kuanzia kumi na sita mpaka kumi na tisa pia mechi za marudiano zitakuwa kuanzia tarehe 24 mpaka ishirini na kwa katikati ya hizo tarehe tutashuhudia, je, mnyama anatinga hatua ya makundi ama kwa? Lakini pia kwa taifa ambalo nimesikia leo kutoka kwa msemaji amesema kwamba Simba hapo kwa kwenye mchakato e, wa mwisho kukamilisha utaratibu wa kumpata kocha mpya ambaye atakuja kupunguza matatizo ambayo yapo sasa hivi kwenye kwenye kosi cha Simba. Na mjina ni Aziz Yazidi nilikuwa na wasawa limale mchambuzi wa mpira wa hapa mkoani Tabora ambapo tumezungumza mengi usani